Kwa mara nyingine msako mkali umefanyika mjini Goma, kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, msako unaotekelezwa na AFC M23, akisema kanali Wilingoma, msemaji wa ARC. <laughs> ah. Tunafanya musako na tulianza Mugunga, tunaendelea Lac Ver, Kimoka, Sake, ile fasi yote alors. Na hiyo tunashikwa watu ambao wanafanya fujo sana, tunaonesha silaha. Mimi nadhani mtaona ile silaha, kama unaona, tuko na ba FRDC tuko na police nationale congolaise tuko na wazalendo tuko na ba criminel tuko na FDLR et sana sana tuko na ba rwandais s 81 rwandais hapa, tuko katika kata ya Turunga, ikiwa ni wilayani Nyiragongo. Wakaazi hapa wameshuhudia wengi wa askari jeshi kutoka M23 ambao tangu asubuhi wa wamefanya msako katika makazi yao. E, wanajeshi wamefika, walifanya msako kwa kutafuta majeshi ambayo ilikuwa ndani ya wakaaji, na wamefanya kazi yao kwa kawaida. Hakuna mwenye ananyang'anyiwa na hakuna kitu ambao wanapora jeshi, raia tunafurahi sana ni kusema majeshi nzikwa mumungini e, njo walikuwa wanatafutika na kutafuta vitu vya kijeshi, alafu waliingia nyumba kwa nyumba na hawakuiba na kitu cha mkanyaji yoyote. Tunafurahi sana mm. Waendelee na kufanya hivyo labuda, na, na bale badube wanatokaga mupori kukuya kuiba ao wale wa, wa, wa, wa, wa jambazi hawataendelea kwa sababu na sie sawa wa, e, wakaaji Tutaendelea na kuwanose kwenyiwana wanawezi kwao wako, tutawaonesha kabisa. Tumesikia watu, watu walikamatwa tena wameachwa. Ndiyo, watu walikamatwa na wakaachwa kwa sababu walikuwa ni wakaashi mtuku. Mama huyu akisema wanachokihitaji

Sasa leo mnaona namna gani jeshi kukuja uuja kuwatafuta jeshi tu hapo wao na fele patrui vile lala wote watoke busiku. Msako ukiwa unafanyika mjini Goma, Kivu Kaskazini, msako unaotekelezwa na AFC M23, akisema kanali wili Goma. Ms...

Meya wa mji wa Goma Katembo Jili akiendelea kuhamasisha wa wakazi katika kata mbalimbali mbali, na jeshi likiendelea na msako wa nyumba kwa nyumba katika kata mbalimbali kinuwene mbali. Nina mirembe basi yes. Volovolo amakuru yes. Mrahoneza ndachiwazo yes. Mbote. uzabi

Miezi tatu imeisha sie AFC M23, kitu ya kwanza yenyemetuleta hapa ni shida ya usalama hapa muvile ya Goma. Ingekuwa kusema effectif wingi wa majeshi ndio inaweza kusecirize antite, nikiwaza Goma ingekuwa la ville la mi secirize au monde, nikikua kusema effectif ndio inaweza securize antite

Mere de la ville tunateseka, ba mwizi banaua, tukasema okay. Na vingine baka rekomande ii buklaj, fanye buklaj kusudi tupate. Sawa, ni kusema hiki kitu kenye eh, tuko nafanya ni populasheni ki na eh, imekiomba, na hiko napana sasa matunga kwanza mwananja lala baba mama nini Hey, ni kusema Amen, ama uko na kaka yako ni FARDC ama huko na, na dada yako kaka yako ni mzalendu umwambie akuye, hatuna shida na mutu sawa, ya kuye alete silaha ni ya kwanza na ya pili, achague vitu viwili, kama napenda maisha ya kisoda aende formation militaire, kama napenda maisha ya, kis, ya nani ya kisivile okay, arudie Ingine yenye tunataka kufanya apele hapa ni problemu ya mashanti. Ni kusema sasa mama munaleta palefuzu barishanja tupa silaha mu mashanti. Kama uko na shantie apa inikwa cour de construction ile shantie uende verifie ndani, sababu mnaona msako itaendelea. Mwenye anaona ni shida atoke akimbie aache Goma na amani, lakini kama uko na shanti yako na bahef de quartier, ahef d avenue yuko hapa mwende mtusumburuke ndani ya mashante silaha nje, tunapenda unapenda tuteeapopulasion. Hii populasion inapashwa ishi na amani, sawa yeah. E, doge ni kusema mtu analala, unasinzia. Wakazi wa turunga leo hii wameshuhudia msako huo wa kijeshi ambako wanajeshi wengi kutoka jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na polisi wamekamatwa na silaha zao. Tuko katika maeneo ya Turunga inayounganisha na Muja, na hapa kumeendeshwa msako, lakini hali imerudi tulivu hapa katika maeneo ya Turunga baada ya msako ulioendeshwa na AFC/M23. Wakazi hapa wakiwa na hisia tofauti. Hapa ni wapi? Hapa tuko Turunga Musha. Eh. Ndio. Nyewe munaendesha bisi naona, mumesimama hapa. Tumeendesha bisi tunasimama sasa, kulikuwa musako, walikuwa wanatafuta majeshi ambao wanajificha ndani ya, ya wakazi ya wa na wanusu wameshika, na tumeweza kuwagundua kabisa na wamewabeba. Sasa kazi yenu imesimama? Imesimama kazi. Viongozi wa, ah, wa, wa eneo wakiomba wakaazi kutoa ushirikiano. Yu hapa mmoja wa viongozi wa Turunga akizungumza na wakaazi. Okay, okay. Kwa leo tutaalia hapa kulingana na malalamiko ya population demande ambayo inaendelea kupana kwa jeshi la M23 kuhusu usalama wa population ambao ulikuwa umeanza kuzorota, haiko vile kunapita, yeah. Muda fulani sisi si peke population tulikuwa natoa malalamiko ya kusema kama hali ya migini imezoroteshwa na watu ambao wamekuwa na nia mbaya kwa manyumba usiku, makaa ya mavol za aina yote na banditisme vile vile, na makazi mengine ambazo zilikuwa nazorotesha usalama wa population vile vile, araa na zingine maakute na tumaini ya kwamba imaongezi imefanya hapa ote tumekubaliana pamoja kama jeshi mpia kushibia kwa pele ya population aiko vile kume sasa kasema, tuhakikishe kama tulikubaliana na kulizungumuza. Jambo moja, nitaomba kila mtu kwenyee alitoka hii imesai unakuwa nduku ambaye akupata neema ya kusikia kwa mazungumuzo wetu, lakini naye aweze kufaidika poke kesho na kesho yake

Hakikisha hii mesaji unakuwa ndugu ambaye hakupata neema ya kusikia kuima zungumzo yetu, lakini naye aweze kufaidika koke kesho na kesho yake, asiende anguka mu makosa. Basi kwa zaidi ya hiyo, tunaomba tuhukujie mikono na tunashukuru sana. Wakati wa msako silaha nyingi zimechukuliwa na askari jeshi tiifu kwa serikali FARDC.

Hakuna sala. Alo ile wakati gouvernement na kamata hao wanakuwa cible ku population. Population je na hangaika kwa jiji ya hao, lakini hao tumetoka wapi? Gouvernement yenyewe kuna responsa. So, huyu arudi kwao. Hakuna kitu atasaidia na M23. M23 tulogota kigasiasi zote uweka kwa jeshi M23. Sasa huyu yeye ni mzee naye ni wakusaidia, sasa tumuleta kwa M23 afanye nini?

na yeye mwenyewe anateseka, ni mzee, ni wakusaidia haizi kuishi kwa jeshi tu. Wengine kawa FARDC hawa tumewateka mateka, tuwakamata kama wabandi wenye wanafanya mataraka selemu hivi usiku na mchana ao, tutawapeleka wafungwa kwanza. A, ndio mmoja wao wenye wanauaka watu kasi, ndio wananyang'anya, wanaingizana manyumba za watu baada ya, ya, ya kufungwa na, na kuwa kuwafundisha sasa ideoloji, afu tutaangalia wenye waneze kuwa jeshi wenye mabadiliko kuenda kwa jeshi M23, yani kuenda kwa jeshi M23 inaomba ni kalite, hatulogote yote, tunawapima tunaangalia etat de sante yao. Tunaona ule ambaye tutaweza kufundisha na kesho aweze kuservire nini lakini afande, kwa nini unamwacha huyu mzee? Unasema uyumze, rudi kwao. Natafika, na tafika namna gani? Yeye, yeah, yeah, atarudi kwao tunamwacha kwanza aende pembeni, yani yeye ni, ni so, wa kusaidia. Huyu eni wa kusaidia, wa kusaidia. Yeye ni wa kusaidia. Wa kusaidia haizi kuservire kitu na kama, naye sasa... unaona iko malaria kama hizi tutawakamata tunapesha kwenye watarudisha hadi kwao, kama wale wengine gonjo wanagonjo gonjo, tumewasukuma huko wanawapeleka m sababu huyu tunamfanya nini? Tunamwacha yani atarudia kwao, atarudia kwao, atampeleka hadi kwao. Kuna na wengine tumewapana, tumewapa kule warudishoka, lakini hawa wako na shida zenye wametatiza okay. Wakongomani lazima wata, okay. Yes, lakini hata hivyo raia zaidi ya elfu moja kutoka Rwanda wamekamatwa na M23, M23 ikisema kwamba raia hawa waliingia Kongo kinyume na sheria, na hivi karibuni watapelekwa nyumbani anavyosema kanali jimy nzemuye kamanda wa muji wa goma tokona colonel jimy i kona carte de lecteur ya ba rwandé il a des cartes de lecteur de rwandé avec le porte parole politique de carte maintenant nous allons procéder nous allons, allons briler ces carte puisque il n'ont pas le droit d'avoir des cartes

ishina tatu inasema kwamba itafanya hivyo hadi pale silaha zote zitatoka mikononi mwa raia. Raia wa Rwanda wanaokamatwa wamekabidhiwa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi, likianzisha utaratibu wa kuwasajili watoto na wanawake ambao watarudishwa katika taifa lao ya Rwanda kwa saa za usoni.